Nam vita ya Ukraine inaelekea sasa katika mwaka wa nne itakapofika Februari mwaka elfu mbili na ishirini na sita kwa maana kwamba tangu Februari mwaka elfu mbili na ishirini na mbili ni wakati ambapo Urusi iliingia katika baadhi ya maeneo ya Ukraine na ni vitu ambavyo imeendelea kuwa gumzo mpaka hivi sasa. Juhudi mbalimbali zinafanyika kuhakikisha kwamba pengine hatma ya mgogoro huo inapatikana, lakini bado kunaonekana kuna mvutano, kuto kuelewana na hata kutokukubaliana katika baadhi ya vitu ambavyo pengine vinaweza vikatumika katika kumaliza mgogoro huo. Mimi ni Raymond Nyamehula, karibu sana katika kipindi cha Chekeche. Nipo naye Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa siasa za kimataifa. Rahbi, karibu sana. Shukrani. Uh, sasa hivi inaonekana Ulaya pamoja na Marekani ambao ni masoiba wa Ukraine, kama kuna vitu hawaelewani kuhusiana na mgogoro wenyewe, shida iko wapi? Bila shaka nadhani njia wanazotumia, kumekuwa mabadiliko ya sera, unaweza kusema. Uh, swala la Ulaya na Ukraine na Marekani limekuwa ni swala ambalo naweza kusema linatoka mbali. Unaweza kuliona kwenye uh, mgogoro wa Urusi na Ukraine tu peke yake, lakini unaweza ukaangalia upande wa pili kuwa kuna migogoro kati ya Ulaya na Marekani tangu ujio wa Trump kwa awamu ya pili mm. Eh, ukiondoa kuwa Trump amekutana na viongozi kadhaa mm. wa Ulaya ambao aliwaacha madarakani wakati anatoka kwenye awamu ya kwanza. Sasa kuna kile ambacho watu wanahisi au yeye mwenyewe anahisi kuwa kumbukumbu kumbu ya kupoteza uchaguzi wa Biden na akiakisi kuwa Ulaya walisababisha mm. kwa kiwango kikubwa, lakini katika hili usisahau kuwa katika viongozi waliosababisha sana Trump ashindwa uchaguzi wa awamu ya kwanza ni Zelenski katika ile kashfa ya Ukraini ambayo yeah. ilimpichi Trump mpaka yeah. akafikishwa kwenye baraza la wawakilishi, akapigiwa kura kura yake ikaenda mpaka kwenye Senate kabla yeah. ya Senate kuamua kumlinda yeah. walikuwa muondoa madarakani kwa kashfa ya Ukraini yeah. kwa hiyo ile, ile ilipikwa zaidi kutokea wapi kwa Zelenski. sasa hii mivutano ya Ulaya na Amerika kwenye mgogoro wa Urusi na Ukraini inazidi kuonekana kwa nafasi kubwa, ukiangalia ni wiki mbili tu wakati eh, serikali yake uh, uh, Trump ya ilitoa taarifa ya kuhusu mwelekeo wa siasa akizishutumu nchi za Ulaya kuwa serikali za mrengo wa kushoto na mrengo wa kati, akitaja kuwa nchi zinaenda kupotea, nchi zinakumbatia sana wahamiaji, nchi zisizokuwa na, na demokrasia. Yani alizishutumu kwa, kwa vitu vingi sana na akawaambia kuwa hamna lolote kwa sababu yeye amekuwa akiwalinda. Kwa hiyo ukiangalia suala la Urusi na Ukraine ni, ni, ni kama limezidi kusema, yani inazidi kuchochea ule mgogoro kati ya Ulaya na Amerika kupasuka sasa. Ndani yake kuna Urusi Ukraine, mm -hmm. Marekani kwenye mgogoro huu hataki kubadili msimamo wake kuwa amebaki kuwa katika mazungumzo, yeye anataka kuzungumza na Ukraine tu na Urusi, na Urusi, bila kuwashirikisha washirika mm -hmm. wa Ulaya. Sasa yale Marekani anayataka kwenye makubaliano hayamvutii Ukraine <clears throat> na havutii Ulaya na yanaonekana kama ni mambo ya upande mmoja yaani ni, ni, ni pointi za upande mmoja ambazo unaweza kusema kuwa zimeakisi kutoka Mosko moja kwa moja. Sasa Ukraine anachoona kuwa kweli Marekani ni mkubwa, mm -hmm. anatusaidia sana, anatupa kila kitu tunachokitaka, lakini hatutendei haki. Kwa hiyo Ukraine akichungulia, anaona sehemu pekee ambayo anaweza akapata angalau haki ni kwa ndugu zake wa Ulaya, lakini Ulaya, ndugu wa Ulaya hawakaribishwi kwenye meza mm -hmm. ya bwana mkubwa Marekani angalau waje na wao watoe rai yao kuwa mm -hmm nini kinachoendelea hawakaribishwi pale. Sasa hapo ndio kwenye shida na mm -hmm. Katika hilo inaonekana kwamba baadhi ya wakosoaji ama wafuatiliaji wa, wa, wa, wa, wa mgogoro huu mm -hmm. wanaona kwamba ni juhudi zaidi ambazo zinafanywa na Trump yeye kama yeye mm -hmm. pamoja kwamba ni rais <coughs> wa Marekani, lakini sio jitihada za Marekani kutafuta usuluhu wa eneo la Ukraine. Inabaki kuwa ni nguvu yake peke yake, kwa sababu pengine ana maslahi katika hilo. kiuchambuzi unalitazama vipi uh tumekuwa na dunia ambayo uh, mara nyingi nimeizungumza kuwa maambuzi mm, mengi sana ambayo yanachukuliwa hivi sasa duniani yamekuwa ni ya utashi, sio ya kisheria, ya utashi mm. Na utashi hasa mara nyingi unatoka kwa Donald Trump mm, vile anavyohisi yeye, ndio maana umeona kuwa hata taarifa nyingi za migogoro mbalimbali ambayo inatatuliwa zinatoka kwenye akaunti binafsi ya Trump, sio kama serikali za nyuma za kina Barack Obama, serikali za kina Biden, unaona kuwa labda White House ilikuwa inatoa taarifa, au unaona wizara mambo ya nje inatoa taarifa, au wizara ya ulinzi inatoa taarifa, yani zile zinakuwa ni official kutoka mm -hmm. kwenye source ambayo inaonekana kuwa hawa ndio kazi yao maalum hii. Lakini tunaona mambo mengi hivi sasa yanatolewa binafsi, kwa sababu imekuwa Trump ni kama vile anazuia watu wote wasizungumze chochote, anakuwa yeye ndio anaanza kuzu mambo ambayo unakuta kabisa haya ni maswali yalikuwa labda yatolewe na wizara ya ulinzi. Mfano hata juzi wakati Marekani wamefanya wa mashambulizi kule Nigeria, taarifa ya awali alitoa Trump kwenye mtandao wake wa, yeah. wa Truth, halafu wengine ndio wanaichukua kutoka kwa Trump na kwenda. Sasa tumekuwa tukiishi kwenye ulimwengu wa utashi, sio wa kisheria mm. na ndio maana migogoro mingi inaamuliwa nje ya uwanja, yani nje ya uwanja, we angalia mgogoro wa Congo umeamuliwa nje ya uwanja tunalo tunacho kitu kinaitwa Umoja wa Mataifa ambapo utaratibu na sheria zake zote zimewekwa mm. Kila mtu anajua ataipata haki yake kupitia pale, lakini leo hata ukipita kwenye ile njia hauwezi kupata chochote katika Umoja wa Mataifa. Ndio tunaenda tunakutana na kile kitu kinaitwa ICJ mahakama ambayo ni ya haki ya, inayotoa haki ya Umoja wa Mataifa mataifa mm. hii ni ni mahakama ya Umoja wa Mataifa. Ni tofauti kabisa na mahakama ya ICC ambayo si ya Umoja wa Mataifa. Hii mahakama ya ICJ ni mahakama ya Umoja wa Mataifa ambapo karibu wanachama wote wa UN ni, ni, ni wanachama wa mahakama mm. ya ICJ ambayo hutoa haki, lakini leo unaona hata maamuzi ya mahakama ya kisheria hayazingatiwi, hayafuatwi ila kwa utashi. Mpaka Marekani akisema kuwa mimi nitabadilisha nipeleke hiki kiwe hivi na ulimwengu wote unacheza humo humo unakwenda. Kwa hiyo tunachokiona kwenye mgogoro wa Urusi na Ukraine mm. sio Marekani kushughulika na hili, isipokuwa ni utashi wa Trump kushughulika na ndio maana Trump utaona ikimchosha hii anaacha anaendelea nyingine, halafu yanakwisha wanaachwa wanaendelea wanaendelea mm. siku akikurupuka tena anasema ah, sasa hivi nataka nimalize kitu fulani, unaona tena ulimwengu mzima umerudi kwenye hilo, hilo swala, swala yani imekuwa dunia nzima inatembezwa ina, ina, ina na Trump anavyotaka yeye kuwa, mm. kwa sababu anapenda kuwa one man show na kuonekana kwenye vyombo vya habari, anapenda kuonekana kwenye televisheni, anapenda kuonekana kila kitu yeye kuwa ni suluhu ya matatizo yote dunia, mm. lakini mara nyingi unaona kuwa vitu vingi haviendi sasa hii ina maana gani? Kwa sababu wakati wote Marekani huwa anatazama kama kiranja katika masuala mengi ambayo yanaendelea kidunia, ikiwa ni utashi binafsi wa Trump na sio taifa la Marekani. Katika hiyo dhana ya kuwa kiranja, inaleta athari gani katika mgogoro huu? Athari sio katika tu mgogoro huu, athari inakwenda katika dunia nzima, kwenye masuala mengi, kwa uamuzi wa Marekani huwa kuwa yeye anavyotaka yeye. Juzi katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anasema kinachoendelea Venezuela sio haki. Huyu mm. ni katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, lakini Marekani yeye anakuambia sisi tutaendelea na kile tunachokifanya mm. hapa au kile tunachokitaka sisi. Sasa unakaa unajiuliza kuwa kazi ya Umoja wa Mataifa ipi na maamuzi yake, lakini hili si jipya sana. Unakumbuka mkutano wa juzi wa UNGA themanini <coughs> UNGA themanini, mm. Marekani aliwanyima viza maafisa wa Palestina kuingia. Ni mkutano wa Umoja wa Mataifa, sio mkutano wa Marekani yeah. Elewa kuwa pale UN ni makao makuu tu. Marekani hana haki ya kumnyima visa kiongozi yoyote ambaye anakuja kidiplomasia katika shughuli ya umoja wa mataifa, sio ya Marekani. Huwezi kufanya vile. Kulikuwa kuna mgogoro sisi Afrika, unakumbuka mwaka jana, kati ya Eritrea eh, kati ya Somalia na Ethiopia, Abiy Ahmed na Sheikh Mahmud, kuhusu Somaliland, kama unakumbuka ile mgogoro. Wakati wa mgogoro ule ule, kama mwezi mmoja baadaye, kulikuwa kuna mkutano wa AU Adis Ababa. Abiy Ahmed hakumnyima visa nani? Uh, Sheikh Mahmud mm. Aliingia rais wa Somalia na akapewa ulinzi, ni haki yake, mm. Kwa sababu ile ofisi ya AU iliyopo pale Addis Ababa sio mali ya Ethiopia. Ndio. Kwa hiyo ilivyo kwa, kwa Marekani sio mali ya Marekani ile Umoja wa Mataifa. Sasa hili athari yake tunaliona juzi, kulikuwa kuna mkutano wa, wa G20 kule Afrika Kusini, mm. Marekani akahususia, mm. hakwenda. Kwa sababu gani? Ana ugomvi na Afrika Kusini, halafu hapo hapo Marekani anatangaza kuwa mkutano ujao utaofanyika kule Miami, Florida, mm. mwakani hatutamwalika Afrika Kusini aende. Yani unakaa unajiuliza kuwa unajua, nafasi mfano ya G20 sio nafasi ya kisiasa ambayo labda inapendekezwa kwa nchi fulani imef mm. nafasi ya G20 ni nafasi yako binafsi yani kuwa uwezo yani Afrika Kusini wamekidhi kufika hapo katika nchi ishirini zenye uchumi mkubwa zaidi duniani. Kwa hiyo wewe ukiwa na uchumi mkubwa unaingia moja kwa moja. Yani jukwaa la G20 sio jukwaa la kisiasa, ni jukwaa la kiuchumi ambayo linatazama masuala ya kiuchumi kama ilivyo G7. huwezi kumpangia mtu fulani ambao kuwa ana nguvu na uwezo wake na uchumi wake umefika kwenye kile kiwango eti useme kuwa mimi Marekani sitaki wewe uingie no. Sasa Marekani anamwambia Afrika Kusini hatuwezi tukakuingiza kwenye mkutano wa G20, ambao sio mkutano wa kisiasa, mm. Na dunia imeamua kukaa kimya. Nililaumu viongozi wa ulimwengu kwenye mkutano wa UNGA thamanini, wakati uamuzi wa Marekani wa kuzuia viongozi wa Palestina wasihudhurie kwenye mkutano kwa sababu yake Marekani, halafu viongozi wa dunia eti wakaenda kupiga kura ya kusema kuwa tunafanya uamuzi kuwa rais wa mamlaka ya Palestina Mahmudu Abbasi atazungumza kwa njia ya video kuhutubia mkutano. Hamkupaswa kufanya vile, mlipaswa kuchukua hatua kuwa kumwambia Marekani sio sahihi. Kuna siku Marekani atakataa hata nchi tano zisiingie, hazitoingia Walipaswa viongozi waende mbali zaidi, kwa kama huwezi kumz... kama nchi fulani haitoingia, hatuto shiriki mkutano. Kwani kuna ofisi ya Umoja wa Mataifa iko iko huko Belgiji kule, kuna ofisi zingine, mnaweza kusema huu mkutano mara hii hatufanyii Marekani, tunasusa kwa sababu. Kwani uzuie watu kuingia kwa nini? Watu ambao we huna mamlaka nayo, yani kuwa mtu akiwa kinyume na wewe hawezi kuingia. Sasa tuna sababu gani ya kuwa na kitu kinaitwa Umoja wa Mataifa ambao tunaona kuwa ndio tunapoipata haki, lakini kwa wewe kwenye maamuzi yako tu unavyotaka, haiwezekani kuwa hivyo. Sasa mwisho wa siku, kinachotazama hivi sasa ni kwamba endapo awali ilionekana Ukraine uh, sehemu yake kubwa ya kukimbilia ni Marekani kipindi cha akiwa rais Biden, Biden. Mm. Lakini kwa sasa chini ya Trump inaonekana mambo yanaenda tofauti. Ukraine inaelekea wapi? Ukraine bado anabaki kwenye njia panda, njia panda ngumu sana, na ndio kilichopelekea wiki mbili zilizopita Ulaya walikuwa wanataka kuchota ile fedha ya Urusi ambayo wameifanya kuwa dhamana sasa katika mkopo ambao watatoa wao walienda kupitisha maamuzi ya, ya kuihold yani, kuizuia ile fedha katika kipindi ambacho ya kisichojulikana, yani, itazuiliwa katika muda ambao usiojulikana na itakuwa ni kama dhamana katika fedha ambayo wao watatoa kwenye bajeti zao ambazo wataziongeza Uh, karibu bilioni tatu kila mwaka kwa muda wa miaka kumi karibu wataongeza zile fedha. Kwa hiyo Ukraine atapewa kama dola bilioni mia na tano, ambazo zitatolewa katika kipindi cha miaka miwili kutoka katika nchi za EU mm -hmm, kwa dhamana ya fedha ya Urusi. Ukraine anabaki kwenye njia panda ngumu, kwa sababu bila shaka Marekani anatoa usaidizi mkubwa kwa Ukraine, uwepo wake kuendelea na vita na vitu vingine mm -hmm, lakini bado ni vigumu kuwa tunaelekea wapi. Jumapili uh, ya kesho Trump atakutana na Zelenski kwenye mkutano ambao Trump anasema kuwa uh, anakwenda kutoa sasa. Um, unajua alitoa ishirini na nane mm -hmm. vile vifungu pingwa, uko, ishirini na nane kama vimepingwa huku na huku vimekataliwa, na alafu Ulaya wakakaa wakaanza kuvirekebisha sijui wakafani. Sasa anasema um, wamevifanyia marekebisho, anavitoa upya katika mwelekeo mpya wa kutaka kutafuta suluhu ambavyo ukisikiliza maneno ya pande zote mbili kati ya, kati ya Ukraini na Marekani utaona kama kuwa wamepiga hatua kubwa sana kuwa labda safari hii tunaweza kwenda kulitatua hili swali, lakini kiuhalisia mambo bado ni magumu. Alafu kuafikiana baadhi ya vitu kumekuwa kugumu sana. Kutakuwa na mjadala kati ya Trump na Zelenski ambao utahusu kwanza kuhusu eneo ambalo Urusi alishakataa kutoka, unajua ile Donbas. Urusi alisema kuwa inatakiwa Ukraini yaiache na Ukraine katika mapendekezo ambayo wanaonekana kama wamekubali kwa shingo upande kuachia, ila kwa sharti kuwa pale itakuwa ni buffer zone ambapo viwekwe vikosi vya kimataifa au lile eneo liwe no military zone, yani isiwepo kabisa eneo lote lisiwe la kijeshi, sio kati ya Urusi na Ukraine, liachwe kama kwa mapendekezo ambayo alikuwa amependekeza Zelensky wakati ule na wenzake wa E3, kuwa iwe economy zone waifanye kuwa ni eneo kubwa la kiuchumi lisiwe na harakati zozote za kijeshi kwa pande zote mbili halafu watazungumza kuhusu dhamana ambayo wiki mbili zilizopita walijadili kule walivyokutana London, kati ya viongozi wa E3 alikuwepo uh, Keir Starmer alikuwepo ini ma, ma, ma, Macron alikuwa uh, pamoja na alikuwa kansela wa Ujerumani walijadili kuhusu dhamana okay, ambayo Ukraini alikuwa ameitaka. Sasa inaonekana katika haya mazungumzo ya Trumpu vyombo vya ba baadhi ya taarifa zinasema kuwa huenda Marekani ikakubali kuwa dhamana ya usalama wa Ukraini hiyo, lakini wanazungumza kingine kuhusu nani atabaki kuendesha kinu cha nyuklia cha Zaporizhia ambacho mpaka hivi sasa kiko chini ya umiliki wa Urusi licha ya kuwa ni kinu cha nyuklia cha Ukraini kinu kikubwa zaidi barani Ulaya hmm, cha Zaporisia. Sasa nani atakuwa na kimiliki, kimiliki? Haya pia ni mazungumzo ambayo watayazungumza. Asante hmm, sana. Ibrahim Rahbi ni mchambuzi wa siasa za kimataifa. Tuko hapa tukiangalia mgogoro wa Ukraini ambao kadri siku zinavyozidi kusonga, inaonekana hata hatma ya kutatua ina ugumu wake, ama inachukua mchakato mrefu ambao jumuiya ya kimataifa inatamani kuona kwa mgogoro unaisha, lakini tunaelekea kuzungumza miaka minne Tangu Urusi ameingia katika ardhi ya Ukraine. Mimi ni Raymond Nyamuhula, nipo na Ibrahim Rahbi, tutarejea hivi punde tu kuendelea kusalia nasi na karibu katika sehemu ya pili na ya mwisho. kipindi ni Chekeche, uchambuzi wa siasa na diplomasia za kimataifa. Mimi ni Raymond Yemhula, niko naye Ibrahim Rahbi, tukiangalia mgogoro wa Ukraine ambao kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tano ni miongoni mwa vitu ambavyo vimekuwa ni gumzo katika medani za siasa za kimataifa. Rahbi, mwanzoni, wakati tunazungumza kuhusu mgogoro huu, watu wengi sasa hivi wanatamani kuona suluhu kitu ambacho yes, inaonekana kila siku vikao vikao vikao, ikiwemo kikao ambacho kinasubiriwa hivi sasa kati ya Zelensky pamoja na, na Trump mm. Kwa mazingira unayoona na mgogoro wenye jinsi ulivyo na mwenendo wa Urusi, Zelensky, kwa maana ya rais wa Ukraine, ana turufu ipi hivi sasa? Turufu pekee aliyoibakiza Zelensky ni ndugu zake wa Ulaya. Mm. Kwa sababu kiuhalisia Ukraine hawana walichoshikilia. Mm. Toka walivyoipoteza kursi, hawana kile kingine wanachokishikilia Uh, turufu yao ni ndugu zao wa Ulaya ambao kiasi kikubwa wametembea wame naye Zelensky. Unajua, tangu Zelensky alivyokwanguana na Donald Trump kwenye ofisi ya Oval mwezi Februari, hawa Ulaya hawajakubali kumwacha tena Zelensky akutane na Trump peke yake. Ndio nafikiria huu mkutano nitauona wa Jumapili kama anakwenda peke yake au wameamua kumwacha wakati, wakati walivyokuwa kwenye mkutano wa uh, Uingereza walivyokutana wale E3 Zelenski alikuwa anatoka e, nafikiri alitoka Ufaransa akaenda Irland alafu akaenda London wakati alikuwa alitoka Berlin nadhani alivyofika kwenye ule mkutano, baadhi ya vyombo vya habari mm, viliandika taarifa vikiwanukuu baadhi ya wakuu wa nchi hizo E3, katika mazungumzo ya off -mic. Walikuwa wanazungumza kuwa hawana imani tena na Marekani juu ya Ukraine. Wakao wakawa wanajadiliana, wanasema kuwa hivi sasa hawahitaji kumwacha sana Zelensky peke yake, yaani kumkabidhi aje akutane na Marekani, hilo hawalitaki. Fikiria, baada ya mnyukano ule wa Februari Zelensky alivyoondoka, alienda Ulaya halafu akaja akarudi, hawakukutana tena kati ya Zelensky na, na, na, na Trump. Nadhani walikuja wakakutana kwenye maziko eh, nadhani ilikuwa kwenye maziko ya Papa eh? Ne, ya Papa, pa, Papa wakakaa kidogo wakazungu, wakazungumza kidogo ila kuja kukutana tena akaja akakutana Putin akakutana na Trump hmm, kule Alaska baada ya siku tatu ikabidi sasa Trump akutane na nani? Na Zelensky. Zelensky alikwenda na timu nzima ya Ulaya ndugu zake wote walimsindikiza kwa sababu yasija yakamtokea yale ambao unajua, wakati ule walikuwa wamemweka kati, alikuwa ni Zelenski yeye tu, labda nadhani alikuwa na, na, na mkuu wake wakati ule alia, yule aliyefutwa kazi kabla ya Urusi ya marefu huyo, alafu Trump alikuwa yeye alikuwa makamu wake wa rais JD Vance, Wals alikuwa ajafukuzwa kazi alikuwepo, Peter Hegseth alikuwepo, sijui Marco Rubio walikuwepo wote, wanamshambulia yani kwanza walianza kumtoa kwenye reli, wakaanza kumshambulia mpaka akapanik akatoka, akaondoka sasa lile Ulaya wakaona kama mm -mm, haiwezekani. Kwa hiyo hivi sasa ukisema turufu turufu ni ndugu zake wa Ulaya Ulaa, ambao ee, wote wanaamini kuwa kama Ukraini wakikubali kusaini makubaliano ya hivi sasa hmm, ambayo yametoa naweza nikasema <coughs> zaidi ya asilimia 80 yanampa ushindi Urusi, itakuwa si kupoteza kwa Ukraini, ni kupoteza kwa Ulaya nzima, Ulaya nzima. Ehe, na mustakbal hmm wa Ulaya ni utakuwa haueleweki. Ni niliona wiki iliyopita kulikuwa kuna mazungumzo ambayo yalitokea eh. Kulikuwa kuna pendekezo ambalo lilitolewa na Ufaransa. Ufaransa wakasema kuwa ili waweze kulimaliza hili tatizo ni lazima washirikishwe Ulaya kwenye mazungumzo. Ile taarifa ikajibiwa na Kremlin Moscow, wakajibu wakasema kuwa wako tayari kufanya mazungumzo mm. na Ulaya, yaani maana yake kwa kwa tayari kuna mazungu, ambayo kuna ishara mbili zimeonekana kutoka Moscow na, na Paris kuwa wana, wanakubali kufanya mazungumzo. Ukitazama rei <coughs> hii mimi huwa nasema sasa hii ndio direction kama wanataka kutatua mzozo, lakini kwa njia ambayo Trump analazimisha kupita mm. bila kuwashirikisha Ulaya, bado ni njia ndefu. Huwezi kumaliza kwa sababu mm. haiondoi kuwa Ulaya ndio wametoa vingi kwa Ukreni kuzidi hmm. Marekani. EU kwa jumla, wao kwa jumla, ukiwaweka wale wote, EU wametoa vingi, ishirini na saba nchi ishirini na saba ukijumlisha walicho, ukitoa, kuna nchi hazijatoa chochote kabisa, zimegoma. Slova, Slovakia hataki kabisa, eh, Hungary hataki kabisa usaidizi kwa Ukreni, anasema haiwezekani tukapa, lakini wengine waliobaki wametoa sana kwa Ukreni. Sasa ukichukua kwa jumla EU wametoa kingi zaidi kwa Ukraine kuzidi Marekani mmoja mm. Ukitoa kwa mmoja mmoja utaona Marekani ametoa zaidi akifuatiwa na Ujerumani na nchi zingine mm. Hawa sasa waliotoa kikubwa unashangaa siku ya, ya shughuli yenyewe hawapo kwenye meza. Yani umetoa mchango wa shughuli halafu hata kadi hujapewa, ndio hicho kinachowauma. Sasa kama kutakuwa na hiko kitu kinaitwa mazungumzo baina ya Ulaya na Amerika na Urusi na Ukreni mm hii sasa ni direction kuwa tunataka kwenda kutatua. Ulaya wanaweza wakamshawishi Ukraine kuwa kubaliana na vifungu hivi na hivi na hivi, lakini kwa kitu fulani. Unajua, unapopeleka mezani, hata kama umeshikilia chochote, kuna wakati lazima ukubali kupoteza baadhi mm, hauwezi ukapata vyote, yaani useme kuwa hivi vifungu ishirini vyote mm, tunataka viwe vile vile. No, kuna wakati unasema okay, nilikuwa na malengo ya asilimia mia, nitachukua sitini lakini inatosha, na yeye alikuwa na malengo ya asilimia mia kapata arobaini. Hapo ndio mnapoweza kwenda kutatua mzozo mzo, mzo. lakini ukisema wa mzozo kuwa mimi nataka asilimia mia mm. hauwezi ukatatua mzozo. Inaonekana kuna ushawishi wa kumtaka uh, rais wa Ukraine Zelensky akubali baadhi ya matakwa, ikiwemo kuachia maeneo ambayo baadhi yanashikiwa na Urusi. Unaona swala hili ni jepesi kiasi gani? alipokuwa na alipokuwa Londoni na mkutano ule wa E3 Zelenski alisema hivi: mimi sina mamlaka juu ya ardhi ya Ukraini, sina mamlaka kama hili swala la ardhi, ambao pia ni jibu ambalo amekuwa akilikwepa sana kwa Trump, kwa sababu Trump anamsukuma akubali hicho. Eh, nimeona jana Trump alikuwa anaongea na vyombo vya habari, alikuwa anazungumza na gazeti la Kimarekani la Politico, katika masuali yaliyoulizwa kuwa unaleta vifungu 20 vipya Je, Zelenski atasemaje? Unajua Trump alisemaje? Alisema kuwa hana kauli, hana chochote cha kusema. Atasema kile mimi nakitaka, yani kile atafanya kile mimi nakitaka, yani kuwa hana si lolote ile kusema. Sasa kuna hili ambalo yeye Zelenski amekuwa akimkwepa Trump kwa akili, kwa sababu kubali ardhi itoke, anachomjibu anacho kuwa sina mamlaka. Meshaona kuwa mimi ni rais lakini sina mamlaka ya kutoa ardhi ya nchi yangu. Sasa ardhi ni swala la kikatiba ndani ya Ukraini. Mm. Kama tunataka tuachie ardhi yetu, hili swala lirudishwe kwenye bunge la Ukraini halafu tufanye utaratibu wa mchakato wa kura ya maoni ya Waukraini, wao ndio waamue ikiwa ardhi yao itaondoka. Au, sasa ukiona hivi na Urusi anajua kabisa Waukraini watapiga kura dhidi kuwa hawatokubali. Hey, hili ndio maana naona kinachozungumzwa tunataka uchaguzi wa haraka yani, mm. Uchaguzi wa haraka maanake kuwa tubadili uongozi kama tutaubadili uongozi wa Ukraini tukampata mtu kama uh, alivyokuwa Yanukovich kwa sababu Yanukovich ndo ilikuwa zao la Urusi ambalo lilikuwa pale Ukraini 2014 wakati wa maandamano ya Euromaidan ndio aliondolewa, akaja Petro Poroshenko ambaye yeye hakuwa sana zao la Urusi, alikuwa zao la Magharibi. Sasa Urusi wanataka uchaguzi wa haraka ambao ima ubadilii uongozi, waweke mtu ambaye atakuwa akisikiliza sauti kutoka Mosko. Sasa yule hatosema hili swala sio langu, anaweza akafanya maamuzi kama raisi yale ya moja kwa moja kwa nimefanya niaba ya watu. Sasa Zelenski anakwepa hilo swala, na ndio imeleta utata kwenye huu uchaguzi. Uchaguzi ambao Urusi anasema kuwa, kama mnataka kufanya uchaguzi, tutawaruhusu mfanye uchaguzi na hatutoshambulia siku ya uchaguzi, lakini kwa sharti kuwa hadi raia wa Ukraini wanaoishi upande wa Urusi wapige kura milioni tano mpaka milioni kumi Unajiuliza kitu kimoja kuwa Urusi alichukua Donetsk akachukua Luhanski akachukua na maeneo mengine ya Zaporizhia na kule maeneo mengi alichukua, alafu aliitisha kura ya maoni, yale ya raia wa eneo lile wakapiga kura kuwa wao wakasema wameamua kujitoa mm. ndani ya Ukraini mm. Leo inapotaka kwenda uchaguzi, Urusi anasema wale raia wana haki ya kupiga kura. Kwa nini wawe na haki ya kupiga kura, hali ya kuwa walishapiga walisha piga kura wao akaamua kujiondoa okay. Zelensky anasema haiwezekani wale raia wawe na haki ya kupiga kura kwa sababu hakuna msimamizi yoyote atasimamia kura za kule mm. kuhakikisha kuwa zile kura ni halali au si halali, si halali. Urusi anataka nini? mm yani kwenye hizo kura anataka nini? Kuwa hawa lazima wapige kura. Sasa wewe ulishawatoa <laughs> e, wewe ulishawatoa kwenye Ukraini na ukasema wame, na kwenye uchaguzi uliopita wa Urusi walipiga kura <laughs> e, walipiga kura wakasema kuwa vituo vya kupiga kura vilifunguliwa Urusi akisema ni eneo langu la Donetsk mm. wakaruhusiwa kupiga kura. Sasa kwa nini hivi leo eti kupiga kura ya Ukraini hawa wana haki ya kupiga kura mm. ya Ukraini. Ni vitu ambavyo <laughs> vinakuwa haviko sawa. sawa, sawa. mm. tukimalizia mjadala huu uh, Rahbi kimahesabu kuna ambao wanasema kwamba kwamba ile dhumuni uh, ama nia ya Urusi kuichukua Kiev haijafanikiwa mm. mpaka sasa mm, lakini kimahesabu wanamwona kama ni mshindi kwenye hii vita. Wachambuzi mnasemaje? Unajua, Ukraine ukitoa Urusi, ambao kuna wakati huwa hawaitambui kama ni nchi ya Ulaya, yenyewe inawekwa kama Asia ya Kati na kuja mpaka Ulaya hivyo hivyo, ukitoa nchi nyingine, kubwa zaidi ni uh, Ukraine kwa Ulaya. Unajua watu wanasema labda Uturuki, Uturuki iko robo Ulaya, lakini eneo kubwa liko Asia. Ukivuka pale uh, Bosporus, Istanbul, lile daraja kurudi upande wa pili linaitwa Anatolia ndogo, lile lote ni eneo la Asia. Kwa hiyo ukiangalia Uturuki na mikoa minne au mitano ndio iko Ulaya iliyopakana na Bulgaria. Ukraine ndio nchi kubwa kuzidi. Sasa asilimia ishirini ya Ukraine ni kubwa kuzidi karibu vinchi vi vingi vya Ulaya kama wapi? Kama Ubelgiji yani, kuna vinchi e, ile eneo ambalo Urusi amelichukua la mashariki ni kubwa kuzidi baadhi ya nchi nyingi za Ulaya. Sasa hilo ni eneo kubwa. Urusi wana kitu kimoja ambacho Ukraini wanakijua fika kuwa, Urusi, kuwa lengo la Urusi halijawahi kuwa Donetsk au Luhanski. Unajua, mara nyingi wanapenda kusema kuwa unapokuwa mkubwa rei, hauwezi kuwa mkubwa haumiliki bahari Urusi ana bahari ya juu ile ya Alaska kule ambayo inakuwa ni barafu, haina kazi, haina faida kwa sababu msimu mwingi haifanyi kazi. Bahari ambayo urusi anaitegemea ni Black Sea ambayo yeye anaichukulia kutokea Crimea ambayo ilikuwa ni Ukraine. Hmm, inakuja inamuunga na Mediterranean kwa kupitia Uturuki. Hmm, hii ndio bahari kubwa, lakini bahari nyingine ambapo sehemu urusi anaigusa ni Saint Petersburg. Sasa ukitoka Saint Petersburg unakuwa umebanwa na nchi za EU. Finland yuko pale, ukienda juu kuna Sweden, pembeni kuna Norway, yaani unapita sehemu ambayo bado wanaweza wakakukontrol. Sehemu nyingine Urusi anayoifikia ya bahari ni Baltic, ambapo kwenye mji wao wa Kaliningrad ambapo ndio ameweka vifaa vingi ambao alichukua kwa Ujerumani kabla ya mzozo wa vita ya pili ya dunia. Kalingadi alichukua. Sasa Kalingadi u, Urusi sio, sio, men, sio kuwa anampaka na ile eneo yeye mwenyewe, akitaka kwenda kwenye eneo lake anavuka nchi zingine, ima apitie kwa ndugu zake Belarus, au apitie kwa Lithuania, au apitie huku Poland, aende kwenye nchi yake, au aje kwa juu ndio afike aende afike Kalingadi. Sasa Urusi anafahamu umuhimu wa kumiliki bahari kubwa haifikii bahari ya kujitanua na ukubwa, kuwa Urusi ndio nchi kubwa kuzidi nchi zote duniani kwa ardhi na kila kitu. Wana time zone ndani ya nchi moja zinazidi kumi katika nchi moja, yani time zone zile zinazidi kumi, lakini hawana bahari kubwa ya kuwafanyia kufanya maamuzi makubwa ya kuwa mkubwa. Juzi walikuwa nagombana Ethiopia na, na Somaliland, so, alikuwa anataka bahari. mm -hmm. Ethiopia haiwezi kuwa landlock. Yani, unajua tuna nchi kubwa, kwa nini hatuna bahari? Sahivi wako tension na jirani zake Eritrea muda wote wanaweza wakararuana. Mm. Kwa anasema ni lazima tuifikie bandari ya Eritrea. Mm. Yani kuwa anataka itavyokuwa lazima na sisi tumiliki bahari kwa vivyote itavyokuwa. Kwa hiyo ukubwa ambao uko ume, umedhibitiwa haiwezekani. Urusi alienda kuifikia bahari nyeusi kupitia Georgia mwaka elfu mbili na nane akachukua Abkhazia mwaka elfu mbili na nane kile kieneo ambako kinatambulika labda na nchi tano, Venezuela, wakati ule Siria alikuwa anatambua Urusi mwenyewe, Korea kaskazini Anasema hii ni jamhuri ni kwa sababu pale kuna bahari ambayo aweze kuifikia. Sasa lengo la Urusi kwa Ukraine inawezekana akaja akaimega Ukraine akaiacha, unajua, kuanzia Sumi, Lviv na miji ya kwenda Poland na huku, lakini hili eneo la Odessa mm. kuja mpaka kwenye hizi bandari Black Sea hii, bado lengo la Urusi linawezekana. Ukraine wanalijua uh, ndio maana wanasema tunataka dhamana ya, ya usalama kuwa tukisaini haya hatuzokuja kuvamiwa tena mm. kwa sababu wanafahamu kabisa kuwa Urusi hajaishia hapa Urusi hawezi kutulia mpaka aifikie bahari nyeusi, kwa eneo lote lani, lianzie huku Odessa, aje mpaka Sevastopol upande wa pili. Kimahesabu mpaka sasa wamefanikiwa, kimahesabu, wamefanikiwa kwa kiwango kikubwa sana katika hesabu ambazo ni endelevu. Yani hizi hesabu ni za awali hazijaisha, yani kuwa wataendelea rahbi nakushukuru sana kwa uchambuzi wako. ibrahim rahbi ni mchambuzi wa siasa za kimataifa tumeangalia ukraine ambayo ni miongoni mwa mzozo ambao umekuwa ni gumzo kwa mwaka 2025 pengine majariwa ya kuutatua ndio hivyo vikao vinavyoendelea kushuhudiwa kati ya rais wa ukraine na wadau wake kwa maana ya umoja wa ulaya lakini pia rais wa marekani donald trump mimi ni raymond nyamihula naendelea kutufuatilia katika mjadala zaidi katika uchambuzi huu wa siasa na diplomasia za kimataifa asante sana kwa kuwa nasi